Kesi inayowakabili Wachina wa China wanne wanaoshtakiwa kwa kuhujumu uchumi imeendelea tena katika mahakama ya hakimu mkazi mkoani Mbeya, huku shahidi mmoja akitoa ushahidi kati ya mashahidi watano. Washtakiwa hao walikamatwa tarehe sita mwezi huu Kasumulo, mpakani mwa Tanzania na Malawi. Kakuru Msimu kutoka Mbeya ameandaa taarifa hii akiongozwa na wakili wa serikali Wankio Simon. Shahidi namba moja, Godliving Daniel Moleri ambaye ni afisa forodha katika mpaka wa Kasumulo ameieleza mahakama hiyo majukumu yake mara baada ya kutakiwa kufanya hivyo. Moleli ambaye ni mwajiriwa mamlaka ya mapato nchini TRA ameeleza kuwa mnamo Septemba 26 majira ya saa tano za asubuhi akiwa kazini alifika raia mmoja wa China na raia mmoja wa Malawi wakimweleza kuwa wana gari la kitanzania watakulivusha kutoka Tanzania kuelekea Malawi. Katika harakati hizo aliwakubalia na kuwataka kumpa vithibitisho vya umiliki wa gari hilo lenye namba za usajili T13 DER pamoja na pasi ya kusafiria, ambapo walibaini kuwa ni mali ya Songleo ambaye ni mmoja wa washitakiwa, lakini nyuma ya gari walibaini kuwepo kwa bati lililofungwa kwa nati, ambapo katika kulifungua walikuta kuna tanki la mafuta. Katika hatua nyingine, molele ameeleza mahakama hiyo kuwa mnamo Novemba 6 majira ya saa mbili na nusu za asubuhi akiwa kazini walifika raia wanne wa China ambapo alifuatwa na mmoja wao akimweleza dhamira yake ya kutaka kuingiza gari lake nchini. Wakati akiendelea na taratibu za kawaida ndipo alipolikumbuka gari hilo na kuamua kumwita afisa mmoja wa jeshi la polisi Vincent Buyoya na afisa wa uhamiaji Chacha Magige na mashahidi wengine na kubaini kuwa gari hilo limebeba pembe za faru. Baadaye hakimu Mteite akaamuru vithibitisho hivyo kuletwa mbele ya mahakama ambavyo ni gari lenye namba T 103 DER, pembe za faru pamoja mabegi ya watuhumiwa ili kujiridhisha. Kesi hiyo ambayo imesikilizwa kwa zaidi ya masaa sita imeahirishwa hadi Novemba 26 saa 3 asubuhi, ambapo mashahidi wanne waliobakia watatoa ushahidi kabla ya hukumu kutolewa huku washitakiwa wakirejeshwa mahabusu. Kakuru Msimu, Azam News Mbeya.